Ambapo mzozo mkali unatokota kati ya wakaazi wa eneo la Kisargei katika kaunti ya Laikipia na shirika la huduma kwa wanyamapori KWS. Hii ni kuhusu matumizi ya ardhi ya malisho katika shamba la Eland Down, na wakazi hao wanasema kuwa KWS imewazuia kutumia eneo hilo muhimu kwa malisho, wakidai kuwa ni sehemu ya hifadhi ya wanyamapori. Mwanahabari wetu Geoffrey Ondieki anatoarifu mengi kutoka Laikipia. Mzozo mkali umeibuka kati ya shirika la huduma za wanyamapori nchini KWS na wakazi wa kijiji cha Kisargei katika kaunti ya Laikipia kufuatia mvutano unaohusu haki ya matumizi ya ardhi ya malisho katika ranchi ya Eland Down. Wakazi hawa wa Kisargei wanaituhumu KWS kwa kile wanachokiita ukandamizaji na kunyimwa haki yao ya kutumia shamba hilo lenye ukubwa wa hekari elfu kumi na saba kwa ajili ya kulisha mfugo wao. Yani ni biashara wanafanya Unapata kama the last, the last three days wameshika ngombe mara tatu, na ile pesa ambayo tumetoa tumetoa 50,000 in three days. Aya, juzi tena last week, last week pia walishika ngombe, ngombe kumi zikapotea, ngombe tatu ikakuliwa na fisi, ngombe, ngombe mbili wakaweka jela, na sasa bado tunatafuta ngombe zingine hata hatujui ziko wapi. Maybe zimepotelea tu hapo ndani ya msituni. Sasa tunauliza KWS, kazi ya KWS ni kuchunga, ni kuchunga wanyamapori ama ni kushika ng'ombe yetu kama jamii ya Wasamburu na Wamaasai ambao tunaishi hapa? Kwa mujibu wa wenyeji, shamba hilo la Eland Down limekuwa likitumiwa kwa miaka mingi na jamii hiyo kwa malisho, hususan wakati wa vipindi vya ukame. Lakini sasa KWS inawazuia ikidai kuwa ni sehemu ya eneo linalolindwa kwa ajili ya uhifadhi wa wanyamapori. Sio, serikali iko wapi? Sisi sisi ni watu wa wane, aina gani? Hata tunasikia tu kutokana na mabunge tukana forestade na hakuna kitu anatusaidia. Tunataka kuambia Ruto, sisi tuko hapa kufanya nini? Bwana Ruto hakuna kitu anaongea juu yetu. Tunaumia sana na hii mali. Ndio tunasema nayo watoto wetu. Na hii mali ndio inafanya kila kazi mbaga chakula ya watoto wetu. Lakini tunalilia serikali yetu. Kwa sababu tumeishi na mashida na tunalilia kila siku. Hiyo WWF ametuweka ame kama kama wanyama na tunasikia kwa Kenya na vilevile wanaangalia manyama wameruka hiyo kasi hawa, sasa sisi ndio tumekuwa wanyama kwa Kisargei. Juhudi za NTV kupata maelezo kutoka kwa KWS kuhusu madai hayo zilishindikana baada ya msimamizi wa kituo hicho cha KWS cha Eland Down, Bonaya Muta, kukataa kuzungumza kuhusu swala hilo. Kuna wamama hata wametolewa ndani ya manyumba na imesaa imelala siku nne, hiyo mama alipeluka alipeluka na nyuki na akafungwa mwezi tatu. Mimi mwenyewe nilifungwa mwezi mwezi tano na siku 30 na na juu ya nyasi tu. Huku wakazi hawa wakililia haki zao za malisho, wanamtaka rais William Ruto kuingilia kati na kutatua mgogoro huu unaotokota. Geoffrey Ondieki, NTV.